Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, anayeshughulikia Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Ridhiwani Kikwete wakati akifunga kikao kazi cha sita cha serikali mtandao kilichofanyika kwa siku tatu mkoani Arusha. Amesema kuwa watumishi wa umma kutumia mifumo isiyo rasmi ni hatari, kwani husababisha nyaraka za serikali kuonekana mitandaoni. Bado tunao watumishi wa serikali au watumishi wa umma kwa lugha nzuri, ambao bado wameendelea kutumia mitandao binafsi kurusha taarifa rasmi za serikali. Nataka nikuhakikishieni wafanyakazi wenzangu au watumishi wenzangu wa umma, tunachokifanya ni jambo la hatari sana. Serikali kupitia iga imetengeneza mfumo rasmi wa mawasiliano kupitia tanzania.go.tz lakini pia ile e government ambayo inatupa access sisi watumishi wa umma kutuma taarifa na kubadilishana taarifa katika mfumo ulio salama sana. Lakini bado wako baadhi ya watumishi wa umma ambao wameendelea kutumia mifumo hii isiyo rasmi ambayo mara nyingi inatu, inafanya wakati mwingine dokumenti zilizo nzito nyingine za siri za serikali kuonekana kwenye mitandao. Mimi binafsi yangu, kama waziri, nataka nitoe maelekezo yangu kwa watumishi wa umma kwamba jambo hili liwe marufuku kuanzia leo. Pia Mbunge wa Jimbo la Songea ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge utawala, katiba na sheria, Dr. Damas Ndumbalo amesema kupitia serikali mtandao, shughuli mbalimbali za Bunge zimerahisishwa na kuokoa gharama kubwa za serikali, huku mkurugenzi wa mamlaka ya serikali mtandao Mhandisi Benedict Ndomba akieleza kuwa kwa kupitia kikao kazi hicho, mamlaka imeandaa tuzo maalum kwa mashirika yaliyozingatia sheria na miongozo ya serikali mtandao unaokoa harama kubwa. Kuna wabunge 400. Fikiria kila siku wabunge 400 uwape makaratasi order paper. Ile karatasi inakuwa na kurasa mpaka kumi kwa siku moja, 400 mara kumi, angalau kurasa elfu nne kwa siku moja. Bunge la bajeti linakaa miezi mitatu, ni karatasi ngapi hizo? Gharama za uchapishaji. Kwa kupitia hapo, iga wametusaidia kuokoa fedha nyingi sana kule bungeni. Sasa tulitamani kuona hili jambo ambalo limepata mafanikio bungeni kwa asilimia mia moja, kila kitu kinakwenda kwenye mtandao, liende kwenye taasisi zote za serikali. Umuhimu wa tuzo hizi ni pamoja na kukuza utamaduni wa uzingatiaji wa sheria, viwango na miongozo ya serikali mtandao, kuhamasisha ubunifu na ubora katika utekelezaji wa miradi ya tehama, kuhamasisha taasisi nyingine kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni, miongozo, viwango na taratibu zilizowekwa, lakini pia kuhakikisha mifumo ya tehama inakuwa salama, endelevu, jumuishi ninayotoa thamani halisi kwa taifa. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Arusha, katibu tawala mkoa wa Arusha Toba Nguvila ameeleza dhamira zati ya mkoa wa Arusha kushirikiana na serikali mtandao, huku mratibu wa tuzo hizo Bi Sultana Sultan akieleza vigezo vilivyozingatiwa katika utoaji wa tuzo hizo. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa taasisi zote za umma na mashirika ya serikali yaliyopo mkoa wa Arusha huendelea kuunga mkono utekelezaji wa ajenda ya serikali mtandao lakini pamoja na kuzingatia kikamilifu sheria, uh, kanuni na viwango pamoja na miongozo ya serikali mtandao wakati wa uanzishaji na utekelezaji wa miradi ya tehama katika taasisi zao. Katika kundi la kwanza katika level 3 tumetumia vigezo nane na vigezo hivi ni pamoja na uwasilishaji wa ripoti uh, ya robo mwaka lakini uwasilishaji wa ripoti ya tathmini ya ukomavu uendeshaji wa kamati ya uongozi wa tehama ya kitaasisi, uwasilishaji wa nyaraka za usimamizi wa tehama, uanzishaji wa kitengo cha usimamizi wa tehama matumizi ya miundombinu ya mawasiliano ya serikali na pamoja na uunganishaji wa mifumo ya tehama kupitia GVSB. Serikali imeweka juhudi kubwa kuhakikisha kwamba taasisi zote kwamba mashirika yote yanaingia kwenye serikali mtandao. Kutoka hapa katika viwanja hivi vya AICC, mimi ni Elihuruma Chao.